Kumbe ukatili wa kijinsia unagusa katika mazingira yetu tunayoishi. Katika mazingira ya mikusanyiko, kuna mtu anza asijisikie kuja tena hapa kwa sababu ya ukatili wa nini, wa kijinsia. Kijinsia. Kwa hiyo, ya kwa hiyo lazima tukemee vitendo vya ukatili wa kijinsia ili tuweze kuishi salama, ili tuweze kujisikia furaha katika mazingira tunayoishi. Ningekuwa na mengi ya kusema, lakini kwa sababu watu wamechoka na mimi nimwelewa, nimesoma somo la kisaikolojia kwa hiyo sipendi niwachoshe, lakini wakati mwingine nikipata nafasi, tutakuwa tunaongelea vitu mbalimbali ambavyo tunaweza tukashare vikatusaidia kutoka katika namna moja kuondokana na vitu ambavyo vinakuwa vinasababisha madhara kwenye jamii zetu. Lakini katika mikusanyiko kama hii, kuna wengine wako hapa, lakini kwa ajili ya ukatili wa kijinsia, yawezekana ameshapata promise, sawa, ameahidiwa atapewa gift, sawa, lakini kumbe ajui kwamba anaweza akajikuta ameingia kwenye kufanyia ukatili wa kijinsia na asitamani tena kuja hapa. Kwa mfano kama ni mtu wa kike Alafu akatolewa hapa baadaye, tukasikia amebakwa. Huyu mtoto atajisikia kuja kwenye basket tena? eti atajisikia kuja kwenye basket? Kwa hiyo itampelekea achukie basket. Mimi nimekwambia katika mazingira tulioishi hapa miaka ya nyuma, kuna watu ambao mpaka sasa wamekufa kwa madawa ya kulevya. Kuna ambao, ambao wameingia kwenye mambo machafu mabaya, ambao